Mi namshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema kujalia baraka tele kufika siku ya leo Steve Maker. Mzee Kikala. Ah. Kocha, kocha la mpira mbinu za kutosha ametua Simba pale, tutarajie anaenda kufanya mambo na ah, ya namna gani? Ah, mimi natarajia ni yale yale. Hakuna jipya tunaenda kuliona tunaenda kuona yale yale, shida ya Simba kila siku mimi naongea. Shida sio mwalimu, shida wana uongozi dizaini gani wana uongozi design gani? she wangu, she kama uongozi wenyewe kwa wenyewe wanaambiana wana afya ya akili, usitegemee wataenda kama kupata kocha bora. Usitegemee kama kocha atakuja ataleta mabadiliko yoyote. Kwanza timu yoyote inatakiwa kwanza viongozi wawe pamoja, wanachama wawe pamoja, mashabiki wawe pamoja, wachezaji wawe pamoja ndio unaenda kupata kocha. Akija ataeleweka nini anafanya? Je, tuulizane, hivi vitu tunavitaja upande wa pili vipo? Kiongozi hakuna. Kwa hiyo manake wanakuja kutembea, kwa hiyo manake mwalimu anakuja kutembea. Simwoni kama atafika Pasaka. Nakurudia tena, simuoni kama atafika Pasaka, simuoni kama atafika Pasaka. Mimi nakuombeni na nakuombeana kwa Mwenyezi Mungu. Atu, atu, tumuombe wai hatulinde tufike siku hiyo sawa. Na hii klipu itunzeni, mweke leo na hii clip muweke tuone kama atafika Pasaka. Na tumaini asilimia 99.9, Pasaka hawezi kula. Tumefuatilia CV zake, amekiongoza kikosi cha Stellenbosch kwa mafanikio makubwa na na mbinu za kutosha kwa namna Simba ilivyo na wachezaji wake, tarajia inaenda kuibadilisha na kuweza kuchukua bingwa ligi. Kumsema tunachukua historia iliyopita au iliyopo, kwa sababu wachambuzi wengi sana, huyu mwalimu mnamchukulia historia zake zilizopita, iliyopo mnaiacha ubora wake sasa. Ah, sasa usichukulia ubora uliopita, chukua ubora uliopo ujue. Shida ya wengi wanahabari wa Tanzania Hamuchukui ubora wa sasa, mnachukua ubora uliopita. Huyu mwalimu mnamuongelea ubora uliopita, ubora aliouacha South Africa. Saizi unasemaje? Ameiacha timu nafasi ya 14, kaiacha timu ina nafasi 14 katika timu 20, sawa? Katika timu 20, kaiacha timu ipo nafasi ya 14 katika timu 20. Kacheza mechi kumi na nne, kashinda mechi tatu, kasuru mechi tatu, kafungwa mechi, ka, kafungwa mechi nane. Halafu mnamuita mwalimu ana CV mzuri. Tenge... Hapo ndipo ukitaka kuwajua Watanzania walivyo ndio hapo. Pengine kulingana na uwezo wa kikosi alichokuwa nacho kule. Tofauti na cha Simba. Kwa hiyo hicho kikosi akifai cha Simba kizuri. Nimesema pengine uwezo wa kikosi alichokuwa nacho kule ina cha Simba tofauti. Sasa mimi nasema afadhali alikotoka kuliko alikokuja. Ah, kwa nini? Si unaona ilivyo? Anakuja kushirikiana na Matola pale vijenga Simba bora. Sasa kama anakuja kushirikiana na Matola tumwombe Mwenyezi Mungu na natuombe wai wepo tutafika. Dunia na ondoka yupi? Ataondoka ata yeye Matola atabaki uh-huh. Nakurudia tena ataondoka yeye, Matola atabaki. Matola ndio mwenye timu, wanamkatia tamaa mapema sana. Simuoni kama ataendelea kubaki ndani ya Simba simuoni Shewangu, nakurudia Simba hata kama wamlete Guardiola hawezi kukaa. Shida ya Simba wenyewe, unajua na Simba wanashindwa kuambiana. Shida ya Simba sio mwalimu. Shida ya Simba hakuna uongozi. Uongozi wa Simba una shida. Sasa kama uongozi wenyewe kwa wenyewe, kiongozi mmoja anatoka anaambia wenzake hawana afya ya akili. Unasema kuna uongozi hapo? Kama kiongozi mwingine anatoka anakuambiaje? Tukifungwa kuna viongozi wengine wanashangilia. Wewe unaona kuna uongozi hapo? Kuna kocha anakuja kuwa bora? Kumbe uongozi ah, wao ndo una shida ila wachezaji bora wenyewe wanao. Sisi hapa tunaona yanatokea? Hawana na yasema mimi na na yatunga? Sisi hapo yanatokea. Wamesema hapa, kuna kiongozi tena mkubwa katoka kasema kuna baadhi ya viongozi hawana afya ya akili. Huyo huyo kiongozi katoka tena kasema tukifungwa wengine wanashangilia. Huyo huyo kiongozi kasema kuna watu wengine wanataka wawe wao tu Simba. Sasa je, wewe unaona kuna kuna uongozi hapa? Je, hapa unategemea kuna kocha akija kutakuwa vizuri hapa? Kocha akaja kutalii na kuondoka. Eh, Nassoro tumepata tetesi mbalimbali kuhusiana na Young Africans kuhitaji baadhi ah, ya wachezaji ah, wa Simba Abraham pamoja na Elim Panzo. Zote tetesi umezisikia? Ah, tetesi mimi sijasikia. Ila Yanga wana staili moja nataka nikwambie. Kama ukisikia wanakuambia wanataka Mpanzo, basi hilo boya. Kuna mtu anamhitaji. Ah, wanapiga changa ya mwili. Hani hapo changa ya mwili. Kama unakumbuka hata Shabalala alikuwa anatakiwa Yanga? au kusikia mwanayanga anakuambia tunamtaka Shabalala. Kila mtu alikwambia tunamtaka Mpanzu, tunamtaka Mpanzu mpaka wakapagao kwa Mpanzu, wakapanda na ndege kwenda kumpata Mfanzu, kumbe watu wanachukua Shabaralatasijakuambia ris mtu tunamtaji sisi tayari wangu mchezaji anaojua, uwezi ukampa mkataba miezi sita na mshukuru elsi kama sio wiki moja, wiki ya pili atakuwa mchezaji wetu Morris. Je, kawaulize kwa nini? kwani ni, kwa wachezaji wana wanaongelewa kuondoka Simba, mpanzu tu <tututu> kwa nini jana wamemtaja mpanzu tu, mwingine hamtaji? na mchezaji nyota, kwa nini mpanzu ndio mchezaji nyota? Mpanzu, niko nyota chao, nyota za, mpanzu, nyota mpanzu, mpanzu mwamba kugongesha mwamba She wangu si wa tumtaki, wa sisi si mpanzo hatumtaki ila mpanzo anatutaka sisi. Nakwambia anacheza Simba akili na waza yangu. Ndio maana nikakwambia si mpanzo hatumtaki ila mpanzo anatutaka sisi. Mpanzo akili yake ipo Yanga, mwili upo Simba. Uh -huh. Wacha wamng'ang'anie akae naye. Si hatuna presha naye na alala aka naye. Umetazama mkutano Simba, utizama, wa viongozi wa Simba jana? Nimeutazama lakini sijauelewa. Kwa sababu wapo hapo kwenye mkutano huo viongozi wanaongea kauli mbili tofauti. Hawaelewani. Uh -huh. Uh -huh. Hani hapo hapo kama umesikiliza vizuri. Hani wanaongea hali muda si mrefu. Sasa hizi wanaongea ili afu baadaye wanabadilika. Walimuongelea engineers si. Walimjibu ile kauli yake. Walimuongelea wali sio kumjibu. Unaenda kumjibu wapi? Engineer kaongelea FIFA, Katari. Wewe ah. Unamjibu uko wapi? Unakutana una una wa na nani? Anakusikiliza nani? Lakini majibu yamefika. Nakuuliza swali. Mm. Engineer si kaongea Katari. Mm. Dunia mzima. Hii namwangalia amekaa kwenye TV wanamwangalia. Wewe umekaa wapi? Anakusikiliza nani? Anakuangalia nani? Mimi nimepata ujumbe. Sisi hatujapata ujumbe. Tumeona ja walikobo wanaendelea kuwaona wanachama wao hawana akili ya kufikiria. Hali kitu walichokifanya jana wanaendelea kutumaanisha sisi wengine kwa kuona wanachama wao hawana akili ya kufikiria. Hawamu ya kwanza wameongea injinieri Issa kuhitaji Simba Sirusha leo viongozi wao waliovoka jana. Awamu ya kwanza waliongea injini els hakuhitaji Simba. Awamu ya pili wanaongea ametuzalilisha. Sasa yeye haja kutajeni kakuzalilisha ni wapi? Ni kama walichendao kizungumza walikuwa hawajajiandaa. Sasa wewe umewaelewa? Hao hawajaongea mada hizo. Sasa unawaelewa hao viongozi? Kwa hiyo maana yake hawajaelewa wanaenda kuzungumza nini? Inna lillahi, sisi Waislamu tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kwa sababu meza hiyo moja huku mnakubali huku mnakataa. Meza moja. Meza moja mjanyanyuka hata nini? Maana yake sigara kali huku inawashwa huku inawashwa. Ndio, na sasa nakubali yule aliyosema kuna baadhi ya viongozi wa Simba hawana afya ya akili, sasa namuelewa. Baada ya kusikiliza jana press yao naanza kuwaelewa, wana shida ya afya ya akili kabisa kwa namna gani? Ya, nauuliza sasa hii, kwa sababu mkutano wa Simba umeisha. Wanachama walilalamika jalalamika? Walalamika sana, sana. Si wamelalamika sana. Matokeo yake klabu haina amani si ndio? Mechi ya azabu na Simba imeisha watu wamelalamika jalalamika, maanake timu haina amani. Kuna kiongozi katoka kasema kuna baadhi ya viongozi hawana afya ya akili maanake ana maana gani? Sasa hakuna maelewano? Ndio maana wengine wa hawana afya ya akili. Kwa hiyo engineer sasa kaenda kuongea kule kakosea nini? Ye, yeah, eh, ye, yeah. Amezungumza kama nani sasa? Nani? Engineer. Mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Sasa yeye kwenda kuzungumzia Simba ikiwa yeye ni rais wa Yanga. Yeye pale amesimama sio rais wa Yanga. Engineer sasa pale alivyosimama sio mwananiu. Rais wa Yanga, engineer sasa pale kasimama mjumbe wa FIFA duniani. Endapo haya matatizo yangekuwepo Young Africans, engineers angeweza kuzungumzia hilo swala mbele ya mazingira kama. Kwa nini asiongee? she wangu, siku zote msema ukweli atakiwi, na nabii siku zote kwao. <coughs> wakubariki engineers, ana mpango wa kukomboa mpira wa Tanzania. Sio ataukomboa sio mpira wa Tanzania, engineers ikaenda kugomboa mpira wa Afrika na tayari kuna baadhi ya vitu engineer si kuwepo, uwepo wake pale Afrika unaonekana, na pesa zile za mwanzo mwanzo. Sasa hivi timu hapa, she wangu, engineer si anaingia ndani ya madaraka kuwa mwenye kitu wa vilabu barani Afrika, mechi timu zikitoka awali hawapati kitu. Sasa hivi engineer si baada ya kupeleka proposal hii, sasa hivi timu ikitoka awali inapata dola laki moja kaka, kina KMKM walotoka awali kina KMKM moto amepata dola laki moja. Bila engineer si angepata wapi Wangepata? Wasingepata. tunakuja tena, Engineers alisema inabidi tufanye mabadiliko sawa za kanuni kwa usajili. Ukianza hata mchezaji akicheza klabu bingwa anaruhusiwa kusajiliwa timu nyingine acheze klabu bingwa, imepita ijapita. Hata wao Simba wanapata wanapata faida ya kuwa Engineers pale, hila wakikaa na wa, wa, mashabiki wao hawaongee ukweli hilo akikuwa chooni wanajisaidia wanakubali, kwa namna engineer si anavyoenda na mpira wa Afrika, tutarajie kumwona akienda kuwa kiongozi mkubwa mbeleni kuiongoza, eh, shirikisho la mpira barani Afrika. Mimi kama na Nassoro Yanga, namuomba engineer si, nguvu anayo, akili anayo, uwezo anao, agombee urais wa Afrika. Kura zinapigwa na viongozi wa kila klabu. Yeah. Kwanza ni kwenye zile kura ipi ataikosa? Atakosa ya Simba watu wengine wote wanapata. Kwa nini ya Simba? Sichane. Eh? Atakosa ya Simba zingine zote engineer Elsa atapata? Kama unataka kusema engineer Elsa ameimpress timu zingine zote pasipo Simba. Kwa wangu Simba wanapata uwepo engineer Elsa, faida yake kafu, hilo akikaa anamuongelea vibaya. Hii ndio ilivyo sisi waswahili ndio tulivyo. Mtu anaweza akapata faida yako ila baadaye akakuongelea vibaya mimi namwambia asiwasikilize na hala asisumbuke na nao aendelee kuwasaidia basi mimi nikushukuru sana asante nauo